Nakuambia aaa hivi shemeji inshallah nakuombea wewe Mwenyezi Mungu atalipa kwa amri yake. Hilo nakwambia wewe ushage wewe. Kwa mbusha, kwa kwa shalifu, wewe. Dua lako na napoliomba basi hapo hapo litimizwe. Eh, we mtua, mtua, mtua mana, eh. Mke wangu leo amekuja nyumbani kwa shemeji yake eh. Kuja kupika nikuonyesha, safuria ilipo, upike ule, tule tuzibe, tufulahi mimi na wewe. Unakaza kuja kuningania dini mimi, wananifundisha kwamba tuzibe, maana usichukue cha mtu, usije ukadhulumu dhambi. Wewe ndo unaningania mimi dini kwamba dhambi kuchukua cha mtu, kwani msielewe nachokiongea hicho. Nakusalia wewe, nakusalia kila siku mimi, nalala nasali na namwambia Mungu akufanyie jambo wewe upate kuheshimu na watu wengine. Kwa sababu wewe huwezi, wako kumwambia mtu mtu mabaya, wataka mimi na Abdul tuachane ili ufaidika nini labda? Hasa kwa nini ndugu yako yule wewe? Ah. Mtasema mtu achana kwamba mmeoana, mtu achana milele na milele. Ina maana Abdul akaondoka yule ghafla duniani hapa wewe, kwani utapata mabwana mwingine akakuoa wewe? Alikwambia Abdul ataondoka nani? Abdul ni wa kwangu daima tu, tumeshafunga na ndoa eh. Abdul hayo. Alafu kibulichi kakupa nani wewe? Ya kuzungumza hivyo. Kibuli hicho nani kakupa we? Kwa kuwa ni mchamungu sana kuliko watu wengine duniani? Mie kama mumeo hapa akifa Abduli, mi ndo anamiliki we. Taarifa yako, nakuambia, Abduli hafi leo wala kesho. Yani kama ilo dua la kuku shemeji yangu ilo, alimpati mmezaliwa wote we. Abduli hafi, nakuambia, nakuambia ukweli na, ku... na, na, na, eh, eh, na hasimuwachi mume wangu, kwa baya kwa jema kwa zuri, nitakuwa naye kwa maana umepekea hapa duniani. Hafi abduli Sawa, mimi ningekuamini, ndio nimekuoa wewe, nikisha kupata naka mwanamke gani? Usijelewa wewe usiwe na akili, mimi kajua utakuja hapa utanifurahisha leo. Unakaza kuja kuniangalia dini, uona lingani dini mie, eti wetu usiye mnafiki, usibe, usichukue cha mtu. Mimi nachukua cha mtu? nachukua cha kwangu. Unafiki wapi? Unafiki, unafiki, mimi nimezungumza, lakini jambo la kukana na kuongea

Sami kajua utakuwa mtu na busara we eh? uje hapa kwangu tuongee, tuzungumze, tuamalize, sawa eh? ni monga ya uongo, lakini utatuevie kwa adabu. Aiweka huku kidogo afadhali, najua yeye na kwangu, misheti ya mkononi hawezi kutoka tena. Aina shida an hmm. aina hmm. hmm. shida kabisa. Sasa ye alivyonipigia simu akaniambia, umempatia hela nusu? Nikamwambia ati nimempatia hela nusu. Akaniambia sasa kwako umempatia hela hmm. nusu na hiyo nyingine malizia. Na ndo mana nikaa nimekuja kumalizia nusu ndugu yangu toka kitambo kweli kweli. Sasa mm -hmm. mm -hmm. Ah, sa, ken... sa, sikia mm -hmm. oh. yeah, mtu siongee mambo ambayo hayana mantiki sawa? Tuongee mambo yenye mantiki kidogo. Timekupatia hela hapa, tikaona unaingia chumbani huku, tikasema huyu mtu, kwa kuwa ameenda ndani huku, atarudi na mkataba, lakini sasa naona unarudi mikono mitupu. Si mtu akimaliza kodi unakujazia mkataba un ah, unataka mkataba un mm -hmm. Sasa kuhusu mkataba, msubirie mwenyewe akisha rudi, ule ndo ana makaratasi yote, atakupa mkataba wee. Lakini sasa unaongea kitu gani hapo? Ye kaniambia utamalizana nayo a maana ya kumalizana ni kwamba na mkataba uko tayari. Nimekuelewa sasa yeah. hapo nimekuelewa vizuri uh, uh, na wewe inatakiwa unielewe na mimi sawa lewa, mh, ee. Nisikilize uzuri hapo sawa yeah. Sasa, mm. Sasa na mimi nirudishie hela yangu mzungu atakaporudi na makabrasa, na wewe utakuja kama mpokea hela, ntakupa hela, ntachukua mkataba, tutajaza hapo

kule napokaa mimi hamna kitu kama hii. Hii kitu kule hakuna. Sasa kidogo mvua kinyesha naroana. Kwa hiyo nataka mimi kaizuie mvua.

hapa kwako siwezi nikapata hata chai kidogo, hata maji ndaka maji <laughs> eh, hmm. mm -hmm. kwa ustarabu, kabla kunywa maji, kakuteke maji ya koga, watu wazuri <tie> aaa, maswala <tie> <tie> ya kodi, aliniambia nimuone Mwagama, shemeji yako, tumeshamaliza, tumemalizana naye Mwagama. Sasa, shemeji, unakosea. Huwezi kuja kuniambia masuala ya usafi kazini huku, kwani ni busara hiyo, mamangu? Nimekuambia hapa maana, mimi na wewe tutaonana, au mimi na wewe tutaonana. Hayo kweli ni ya ukweli, kila mtu ana shughuli zake, ila sasa kuhusu usafi, sio kuja kuniambia huku kwenye maeneo ya makazi huku, na kuja unaniambia eti nikafanye usafi. Ndio nimekuambia hapa maana ndio nimekuona hapa hapa. Kwa hiyo fanya utaratibu, usafi uende vizuri, la sivyo, maana nitafata utaratibu sasa nitafanyaje usafi semeji yangu upo kama wewe? Kwa na adabu wewe? Eh? Waniambia nini? Mimi nikufanyia usafi we? Sasa semeji pale sini nyumbani kwako, semeji eh? Kufanya usafi kweli nao ni nongo hapo kufanya usafi. Aliyepanga nani? Alafu tuwe na heshima, sawa? Hmm. Uwe na heshima tena ikushike. Kwa hiyo waniambia mimi nikufanyie usafi wewe kwa sababu wewe umekuwa mume wangu. Ah, mimi sina maana eti mimi ni mume wako ila nakwambia kwamba usafi nitafanya ila ila usio unakuja kuniambia huku kazini. Fanya hivi, kama waona shida kufanya usafi, ndugu yangu uoa, kwa sababu wanawake wapo tu, waweza kuoa kakusaidia kufanya usafi oleo, wewe. Wewe mishaolewa wewee, ani shemejio Apo... <laughs> <laughs> timeondoka sijulewe kabisa. Najua niko nje ya panda kizingatia, sasa hivi ni mjamzito So, ni ataki kabisa kusikia <laughs> na kama unavyojua dini yangu hairuhusu kabisa kufanya kitendo kama hicho. Sikiza nikwambie, watakiwa uwe na imani hmm? Unavyojisononesha hivyo wafanya hichi kiumbe kikose furaha. Huu ni mtihani tu, unapita. Hata mimi wala sikushauri kufanya hivyo, siwezi kukushauri wewe ukaenda kuwa kiume ambacho hakina hatia. Ila nachokwambia, simama imara. Aya, ni mapito tu yanapita, wala hata usihuzunike. Huu ni mtihani tu umepewa, wahitaji kuushinda, simama vizuri Wanaimani, tazama kiumbe chako ambacho kipo kitumboni cha kutegemea wewe sasa. Wewe tena ukiwa katika hali hiyo, wategemea nini? Hilo ndo penzi, lina mambo mawili, furaha na majonzi. Lakini waalato, sijali yatakwisha.